Bosi alimpakiza mimba msafishaji wa nyumba. Nyumba ya kifahari ya Bw. Jevas ilikuwa kimya, isipokuwa sauti ya upepo iliyokuwa ikipiga madirisha kama mtu aliyekuwa akiomba msaada. Ndani ya nyumba ile palikuwa na binti mdogo Lora aliyekuwa na miaka kumi na tisa tu, msichana wa kazi aliyeajiriwa mwezi mmoja tu uliopita. Lora alikuwa yatima. Kila kazi aliyofanya alikuwa akiifanya kwa moyo mkunjufu, lakini moyoni mwake aliishi kwa wasiwasi. Bosi wake Jevas alikuwa mtu wa pesa mwenye umri wa miaka arobaini na nane lakini macho yake hayakuwahi kuwa na huruma, yalikuwa na tamaa. Siku ile mvua ikinyesha bila huruma Mke wa Gervas alikuwa ameenda ziara ya kikazi Nakuru. Nyumba ilikuwa imebaki na watu wawili tu, Gervas na Laura. Wakati Laura alikuwa akiosha vyombo, alisikia mlango wa nyuma ukifunguliwa taratibu. Alipogeuka alimkuta Gervas amesimama pale, akivuta shati lake la kifahari mikononi mwake, macho yake yakiwaka kama makaa. Laura, sauti yake ilitetemesha hewa, njoo hapa kidogo. Mimi mimi bado nafua vyombo boss. Kuja, Alikazia kwa nguvu ya mwanaume aliyekuwa ameshazuia maamuzi yake. Ndipo usiku ule ulipomgeuza Lora kutoka msichana hadi mtu aliyevunjika. Alihangaika, alipiga kelele lakini mvua ilikuwa nzito mno kusikika. Ndani ya dakika chache, maisha yake yalibadilika milele. Miezi miwili baadaye, Lora alianza kutapika asubuhi. Alipofanya vipimo hospitali ya mtaa, daktari alimwangalia kwa huruma na kusema, hongera mama, una ujauzito wa miezi miwili. Laura aliketi, macho yakimtoka, mimi, hapana, siwezi kuwa. Ghafla akakumbuka usiku ule, mikono ya Gervas, harufu ya pombe, ukimya wa mvua. Alitetemeka, alilia, lakini hakuna aliyeweza kusikia mshindo wa machozi yake. Alipomwambia Gervas, mambo yalibadilika. Gervas alimwangalia kwa hasira ya mtu aliyenaswa, hiyo mimba siyo yangu, usijaribu kuniharibia jina. Kama hutanyamaza nitakuangamiza. Ndipo safari ya maumivu ikaanza. Gervas alianza kumfukuza, kumpa vitisho, kumtupa nje kama takataka. Kila siku Lora aliishi kama mtu anayehesabu siku za mwisho, lakini hakujua kitu kimoja: mke wa Gervas alikuwa amegundua siri zote. Usiku wa tarehe kumi na nne mwezi uliofunikwa na mawingu, nyumba ya bablii Gervas haikuwa na amani. Mke wake mama Sasha alikuwa amerejea ghafla kutoka Nakuru siku mbili kabla ya muda aliyokuwa ametangaza. Alikuwa amechoka lakini moyo wake ulijaa mashaka. Kila mara alipompigia Gervas simu akiwa safari alisikika kama anayeficha kitu, na wakati mwingine alikuwa akipatikana na heroin mpya Laura. Kwa muda mama Sasha alidhani ni mawazo tu, lakini ule usiku alisikia kitu kisicho cha kawaida. Aliposogea karibu na jikoni, alisikia sauti ya msichana akilia ndani ya chumba cha kuhifadhia vyombo. Hakuwahi kusikia sauti ya aina ile, ilikuwa sauti ya mtu aliyefika mwisho wa matumaini. "Boss, tafadhali usinifukuze sasa, sina pa kwenda," ilisikika kupitia pengo la mlango. "Kwani ni lazima uondoke," ilijibu sauti ya Gervas yenye ukali uliochanganyika na hofu lakini mimba hii... sema tena, ni kuua msichana. Ndipo kimya kikafuata, kimya kilichovunwa na mlio hafifu wa kofi. Mama Sasha alisimama pale, mlango ukatetemeka, nguvu zikimponyoka. Alishikilia kuta ili asianguke. Mimba? Kofi? mpenzi wangu? anampiga nani? mimba ya nani? Alsisasi chupa ya maji ilimponyoka na kudondoka sakafuni kwa mlio mkali. Jervasi alistuka, Laura alitazama juu kwa macho mekundu Mlango ukafunguka taratibu. Mama, Mama Sasha. Lora alijaribu kujificha kama paka mdogo aliyefumaniwa, lakini ukweli haukuweza kujificha tena. Jevas, nilichosikia ni nini? Mke wake aliuliza kwa sauti ya mtu aliyekaribu kupasuka. Jevas alichanganyikiwa, alimeza mate. Huyu msichana ni muongo, anataka kuniweka kwenye matatizo. Ah, basi ngoja aseme mwenyewe. Mama Sasha akageuka kwa Lora. Ni kweli? Una mimba ya nani? Lora alitetemeka, kohozi la maumivu likatoka. Kama angetamka ukweli angekufa, kama angekaa kimya angekufa pia, lakini moyo wake uliamka. Ni ya boss, alisema kwa sauti ya kukatika kama waya uliokatwa. Mwili wa Mama Sasha ukatetemeka, alijishikilia juu ya kifua. Gervas, umenipakazia aibu namna hii, mtoto wa miaka kumi na tisa! Jevas alijaribu kumshika mkono lakini aliukataa. Usiniguse, wewe ni mnyama Usiku ule, milio ya mabishano ilichomwa na kelele zisizohesabika. Lora alijifungia ndani ya store, akitetemeka kama aliyeingia kwenye baridi ya mauti. Lakini hakujua kwamba kesho asubuhi jambo kubwa lingetokea. Jambo ambalo lingebadilisha hatima yake na hatima ya familia ya Jervas. Kwa sababu Mama Sasha alikuwa na mpango ambao ungeivunja nyumba hiyo milele. Asubuhi haikutoa mwanga, ilikuja kama kivuli Nyumba ya Jervas ilikuwa kimya, ila hewa ilikuwa nzito kama mauaji ya kimya kimya. Laura aliamka akiwa amejikunja kwenye sakafu ya sto, macho yamevimba, moyo ukienda kasi kuliko hatua. Alijua lazima aondoke, lakini wapi? Na mimba hii, nani angemwamini? Wakati huo huo, sebuleni, mama Sasha alikuwa amekaa kimya, macho yake yakionekana kama mtu aliyepitia usiku wa maombezi. Lakini moyoni mwake hakukuwa na sala, kulikuwa na moto Jervas alishuka chini taratibu, akijifanya kuwa mpole, lakini uso wake ulikuwa na alama za hasira iliyokomaa. Sasha, tulia, tuwe watu wazima. Huyu msichana atatoa hiyo mimba, mambo yaishe, alisema kama mtu anayeongea kuhusu kutupa takataka. Mama sasha alicheka kidogo, kicheko cha huzuni, cha mtu aliyepoteza heshima ya ndoa yake. Mimba itolewe kwa sababu ya wewe uliyeshindwa kujizuia? Acha drama, Sasha, Jervas alisema, nitatatupa pesa yote yatakwisha. Mama Sasha akasimama. Siyo hii mara ya kwanza Jervas, naona sasa unafikiri mimi ni mpumbavu. kuna wasichana ngapi umewaumiza nyuma yangu? Jervas alishindwa kujibu, kisha mama Sasha akachukua begi lake dogo la mkononi na kutoka nje bila neno jingine. Jervas alibaki ameduaa. Baada ya dakika kumi mama Sasha akarudi na katika mikono yake alikuwepo afisa wa polisi mwanamke mwenye uso wa ukakamavu na macho ya upelelezi. Habari za asubuhi, afisa huyo aliuliza kwa ukali, nimepokea taarifa za unyanyasaji wa kijinsia katika nyumba hii, taarifa kutoka kwa mke wa mwenye nyumba. Lora aliyekuwa amejificha nyuma ya mlango alishtuka, moyo wake ukaruka. Afande, mimi usiogope, afisa alimkatiza kwa sauti ya upole, uko salama sasa. Jervas alijaribu kucheka, kauli ya dharau, huyu msichana anakusemesheni uongo, hana ushahidi. Huyu ni mke wangu tu, ana hasira Afisa alimtazama macho yake yakiwa na baridi ya chuma. Tunachohitaji kwa sasa ni maelezo yake, kisha kipimo cha dona kitamaliza kila kitu. Jervas alikosa hewa na kwa mimba. Mama sasha alisimama upande wa afisa akasema kwa sauti ndogo lakini nzito kama jiwe, ndiyo, nimechoka kufichwa, kudanganywa na kuumizwa. Leo ukweli utatembea. Afisa alimgeukia Lora, mama, twende, tutakupeleka hospitali. Usiogope. Laura alianza kulia, sio kwa hofu, bali kwa mara ya kwanza, kwa sababu alikuwa anahisi kuwa kuna mtu anayeamini maumivu yake. Alipotoka nje upepo ulimgusa kama baraka ndogo, lakini hakujua mambo yalikuwa yakienda kuwa mabaya zaidi, kwa sababu Gervas aliyebaki ndani alichukua hatua ya giza ambayo ingeanzisha sura ya uovu mpya kwenye maisha ya Laura. Alipiga simu. Ndiyo, nitahitaji ile kazi sasa hivi kabla hawajafika hospitali. Kazi gani? Kazi ya mtu ambayo kazi yake ni moja tu. Kufuta mtu anayebeba siri ambayo inaweza kuharibu maisha ya tajiri. Gari la polisi lilipoondoka likimchukua Lora na mama Sasha mawingu yalifunga juu kama anga lilikuwa likijiandaa kushuhudia dhambi kubwa nyingine. Kwa mara ya kwanza Lora aliketi kwenye kiti cha nyuma cha gari na akapumua hewa iliyokuwa na utamu wa uhuru. Lakini uhuru huo ulikuwa mfupi kama pumzi ya mtu anayekufa. Wakati huo huo, ndani ya nyumba yale ya kifahari Jevas alizunguka sebuleni kama simba aliyefungiwa. Simu yake ililia mara moja, ishara aliyokuwa akisubiri. Tumepata ujumbe wako, sauti nzito ilisema upande wa pili. Unataka tufanye nini na huyo msichana? Jevas akageuka na kuangalia madirisha kuhakikisha hakuna mtu anayemsikiliza. Siwezi kuruhusu afike hospitali. Hiyo mimba hiyo, ushahidi lazima usiwepo. Kazi tumeipokea, tukupe dakika sitini tu. Jervas akakata simu, moyo ukipiga kama ngoma ya vita. Hapakuwepo tena njia ya kurudi nyuma. Alijua alifanya kosa, lakini sasa alikuwa tayari kulifanya liwe baya zaidi, kosa ambalo lingeacha damu na historia chafu nyuma yake. Njia ya ndani kuelekea kwa daktari. Gari lilipoendelea kutembea, afisa wa polisi aitwaye Sergeant Nela aligeuka na kumtazama Lora. Usijali mama, tutakuchukua vipimo vyote, uko salama. Lora aling'amua neno salama likiwa zito hakuwahi kulisikia likiwa na uzito mzuri kama leo. Mama Sasha alikaa pembeni kimya, lakini macho yake yakiwa yameng'ara na hasira, upendo na majeraha ya ndoa. Binti yangu, akasema kwa upole, hata kama Gevas ni mume wangu, haki lazima itafanyika. Laura alikosa maneno, aliinama na kulia kimya kimya. Kivuli kinawafuata. Wakati gari la polisi lilipogeuka kuelekea hospitali ya mji, gari lingine jeusi lenye vioo vilivyotiwa tinti nzito lilianza kulifuata kwa umbali ndani walikuwa wawili wanaume waliozoea kazi za usiku, kazi za siri, kazi ambazo mwisho wake ni kaburi. Ni wale? Aha, ndiyo hawa. Bosi anataka tufanye iwe ajali. Hatua moja kabla ya kifo. Sergeant Nela alikuwa akieleza taratibu za hospitali wakati ghafla alihisi kitu. Alitazama kioo cha mbele, halafu cha nyuma. Mm, mnaona lile gari nyuma? akauliza. Mimi nadhani limetuamua, mama Sasha alisema taratibu. Tumetoka nyumbani na likawa halikuwepo. Nela alikaza macho, si gari la kawaida. Kabla hata hajamaliza, gari jeusi lilianza kuongeza mwendo kwa kasi ya kutisha, likitafuta nafasi ya kuligonga kwa upande. Hold on. Nela akapiga kelele akibana usukani, gari la polisi likapoteza mwelekeo taratibu. Laura alishika tumbo lake kwa hofu. Mungu wangu, mtanua mtafanya nini? Uso wake ukawa mweupe kama karatasi. Gari jeusi liliendelea kuwasogelea kama simba alimfuata paa aliyedhoofika. Wanataka kutugonga mama! Sasha akapiga kelele, lakini ghafla, kwa mbali, taa za gari lingine la polisi zikawaka. Walikuwa askari wa doria waliokuwa barabarani. Gari jeusi likakatisha ghafla na kugeuka kuelekea barabara ya msituni, likikimbia kama upepo wa uchawi. Lilijua limeonekana. Laura alipumua kwa nguvu, moyo ukipiga kama timu ya watu kumi ndani yake. Ukweli mpya. Walipofika hospitalini, daktari aliwaongoza ndani haraka. Tutachukua vipimo vya dharura, daktari alisema. Huyu msichana yuko na mshtuko wa kisaikolojia pia, lazima tuangalie usalama wa mtoto. Lora alitoa machozi mapya. Mama Sasha akamshika mkono. Hutaumia tena, siwezi kukuruhusu. Lakini kabla hawajamaliza kumkalisha, mmoja wa wahudumu wa hospitali alikuja mbio mbio. Afande, kuna mtu amejaribu kuingia kwenye chumba cha upokezi akiwa na jina la msichana huyu. Nani? Nela aliuliza. Hajataka kujitambulisha alisema, anamhitaji msichana Lora haraka sana. Lora akaanguka kiti, kikavu kama aliyezimika, machozi yakachuruzika. Huyo ni mtu wa bosi, wanataka kunimaliza. Na wakati hayo yakitokea hospitalini, Gevas akiwa ofisini kwake alipokea ujumbe mfupi kutoka kwa wanaume alioajiri: kazi imeharibika. Kumekuwa na polisi wengi mno, tutajaribu tena baadaye. Gervas alifuta jasho usoni. Hapo alijua siri yake haikuwa tena siri, ilikuwa bomu linalosubiri kulipuka. Hospitali ilikuwa imejaa harufu ya dawa na msongamano wa watu, lakini kwa Lora kilichoonekana ni giza linalozidi kusogea. Katika akili yake aliona uso wa Gervas, uso uliogeuka kuwa kivuli. Kwa nini anataka nife? Aliuliza kwa sauti ya masikitiko ya mtoto aliyejeruhiwa. Sergeant Nela alimwekea mkono begani. You're going to be okay. I'm here for you. Thank you. It means a lot. Usiogope. Hii hospitali tumeimarisha ulinzi. Hakuna atakaye kufuata bila sisi kujua. Lakini hata maneno hayo hayakutosha kupunguza baridi iliyokuwa ikimsonga Lora. Kivuli kirejea hospitalini. Wakati daktari alipompeleka Lora kwenye chumba cha uchunguzi, mtu mmoja aliyevaa koti jeupe la daktari alionekana akizunguka sehemu ya maabara. Hakuna aliyejua kuwa huyo hakuwa daktari. Alikuwa ni Mosha, mmoja wa watu hatari waliotumwa na Jevas. Alikuwa amejifanya tabibu ili kufanya kazi moja tu, kufuta ushahidi. Alisimama nje ya mlango wa chumba cha uchunguzi akiinama kama anayeiangalia orodha ya wagonjwa, lakini macho yake yalikuwa yakichungulia ndani kutafuta mwanya Dakika tano tu alijisemea, lakini jambo moja hakujua, Sergeant Nela alikuwa ameshikia silaha yake nyuma ya ukuta akimfuatilia bila yeye kujua. Mpango unavunjika. Baada ya Lora kuwekwa kwenye kitanda, daktari alianza vipimo. Mama Sasha alisimama pembeni akishika mkono wa msichana aliyekuwa amshike kama mama mwenye uchungu. Uko salama sasa, aliwhisper Lora. alilia kimya kimya, macho yakiwa na doa za maumivu ndani ya moyo wake Laura alijua hii siyo mara ya kwanza kupata mateso, lakini hii ilikuwa mara ya kwanza kupata mtu anayehangaika naye. Daktari, mama Sasha aliuliza kwa hofu, mimba yake iko salama? Daktari hakuitikia haraka. This is important you need to understand the next steps for your treatment. Alitazama kipimo, akaofuta paji la uso, akatazama tena. Msichana huyu amepigwa sana tumboni, daktari alisema kwa sauti ya huzuni. Kuna uwezekano mkubwa mimba inavuja damu. Lora alibabaika. Mtoto wangu usinipotee, tafadhali usinipotee. Mama Sasha alikumbatia kichwa chake. Hakuna kitakachompata. Tutapigana. Tutapambana. Wakati huo nje, Mosha aligundua amecheleweshwa. Akatupa macho upande wa mlango na kuona Nela akija. Daktari, unafanya nini hapa bila ruhusa ya ICU? Nela akauliza kwa sauti kali. Mosha alijaribu kucheka. Ah, nilikuwa naangalia tu. Nela aliangalia chini na kuona viatu vya rangi nyeusi, viatu ambavyo madaktari wa hospitali hii hawavai. Punde tu kabla mosha hajakimbia, Nela akamshika mkono kwa nguvu. Simama hapo wewe, si daktari. Mosha akanyivuta, akatoa kitu mfukoni. Ilionekana kama kisu kidogo cha sindano. Nela alitoa bastola haraka. Kiuocho, usijaribu! Kwa sekunde moja, Mosha aliinua sindano ili kumdunga, lakini Nela alimvamia kwa mwili mzima, wakafumaniwa sakafuni, wakiporomokea pembeni ya korido. Wakiwa wanapambana, wagonjwa na wauguzi walipiga kelele. Mosha alijaribu kukwepa, lakini kabla hajaepuka kabisa, Nela alimtwanga ngumi ya uso, akamshika na kumpiga chini hadi akasalimu. Umekamatwa! Nela akapiga kelele. Hapo ndipo simu ya mama Sasha ililia, ilipotazama, macho yake yakatulia, kama mtu aliyesikia habari ya kifo. Ilisoma, tuongee, mimba siyo yangu. Jervas. Mama Sasha alitetemeka, daktari tafadhali mlikise kipimo cha DNA leo, nataka kujua ukweli lakini hapo hapo daktari alisogea karibu naye na kusema kwa sauti nzito, DNA ya awali imeshatangaza kitu cha kushangaza. Ni nini? Mama Sasha aliuliza. Daktari akatazama Laura kisha mama Sasha, mimba hii haina chembe za DNA za wanaume wawili, sio za Jervas na sio za msichana yoyote wa kawaida. Kuna kasoro, kitu kimefanyika, hii siyo mimba ya kawaida mama. Ina maana gani? Laura aliuliza kwa sauti ya kutetemeka. Daktari akapumua kwa kina. Ina maana mtu alijaribu kubadili au kuharibu vinasaba vyake kwa nguvu, kwa njia ambayo si ya kawaida. Kitu kibaya kimefanyika hapa. Mama Sasha alirudi nyuma hatua tatu. E, Mungu wangu, Jervas umefanya nini? Katika sekunde hizo, mlango wa hospitali ukafunguliwa kwa nguvu na askari wawili wakasema, Boss Jervas amekimbia nyumbani, lakini kuna mtu mmoja tumempata kwenye choo cha nje, akapoteza damu nyingi. Anaonekana ni mfanyakazi wake wa zamani. Mama Sasha akashtuka. Nani? Askari akajibu kwa sauti ya kushtua. Ni msichana mwingine ambaye pia anadai kuwa alipakizwa mimba na Gervas mwaka jana. Laura akashika tumboni. Mama Sasha akalia. Nela akaguna. Ufunuo huu ulikuwa mzito kupita maelezo. Na hii ilikuwa ni mwanzo tu. Mvua ilianza kunyesha kama inavyoficha machozi ya dunia. Hospitali ikawa kimya, lakini mioyo ya walio ndani haikuwa kimya hata kidogo. Lora alilala kitandani akishikilia tumbo lake, macho yakiwa na doa kama mtu aliyefika mwisho wa njia. Mama Sasha alitaka ukweli wote leo, haingekuwa na nguvu kuupokea kesho. Sergeant Nela alisimama karibu, bastola mkononi, macho yake yakichunguza kila kona kwa tahadhari. Ndipo mlango ukafunguka ghafla, askari wawili waliingia. Tumemkamata Gervas. Laura alifyonza pumzi kama mtu aliyepigwa umeme. Mama Sasha alishika mdomo wake kwa mkono. Nela alipiga hatua mbele. Mlete ndani. Jervas aletwa hospitalini. Jervas aliingizwa akiwa amefungwa pingu, uso wake umejaa damu kidogo, labda kutokana na mapambano alipokamatwa. Alipomwona Laura, akaepusha macho. Alipomwona Mama Sasha, akalia kimya. Kwa nini ulienda kumtafuta mganga tena? Mama Sasha aliuliza. Jevas alijaribu kuzungumza lakini maneno yalikuwa mazito. Nilikosea, nilikosea sana, lakini siyo kama mnavyofikiri. Basi sema ukweli wote, Nela alisema. Ushuhuda wa Gervas. Gervas alipumua kwa nguvu. kabla Laura hajaja kufanya kazi nyumbani, nilishawahi kufanya dhambi kubwa. Kuna msichana nilimpa mimba mwaka jana, akafa kwa kuvuja damu baada ya kutupwa na mganga ambaye nilimpeleka. Mama Sasha alipiga kelele ya maumivu. Huyo ni yule msichana mliyempata shooni? Ndiyo. Na Laura? J Nela aliuliza. Jervas yakaanza kutetemeka. Laura hakuwa na mimba ya kawaida, nilimpeleka kwa mtu mganga ambaye aliniambia anaweza kufanya usafi bila kupata mimba. Usafi? Mama Sasha akauliza kwa hasira, unaita kufanyiwa vitisho vya uganga usafi? Jervas akalia, lakini mganga alinidanganya, alimpa dawa mbaya, akajaribu kubadili vinasaba vya mwili wake. Ndiyo maana daktari alisema mimba haieleweki. Lora alishtuka. Kwa hiyo ulipeleka mwili wangu kwa mganga bila mimi kujua? Gervas akainama. Ndiyo. Mama Sasha alimsogelea Gervas, macho yake yakiwa mekundu kama chuma chenye moto. Wewe sio binadamu. Kifo cha mganga. Ndipo simu ya askari mwingine ikaingia. Afandenela, mganga anayetajwa tumemkuta kwenye nyumba yake porini, amefariki ghafla. inaonekana alijiua kwa sumu. Kwenye meza yake ameacha maelezo. Maelezo gani? Nela akauliza. Niliwatumikia walioleta giza. Siwezi kulipa damu yote niliyomwaga. Lora akalia kwa uchungu. Mungu wangu, nilikuwa nakufa bila hata kujua. Hatima ya Lora. Daktari aliingia chumbani taratibu. Habari ya mimba ya Lora? Akafunga macho kwa huzuni. Hatujaweza kuiokoa. Lora alianguka kitandani akilia. Mama Sasha akaruka na kumkumbatia kwa nguvu kama mama halisi. Pole mtoto wangu, pole sana, lakini wewe bado una thamani kwa hai, kifo hakijakufikia. Laura alilia hadi sauti ikakwama, lakini ndani ya macho yake kulionekana nguvu mpya, nguvu ya mtu aliyepitia moto na bado akasimama. Hatima ya Jervas. Jervas alisimama akitetemeka. mimi niko tayari kuadhibiwa alisema polepole, pole. Nela akampiga pingu zaidi na kusema, kosa zako si za mwanadamu wa kawaida, unakwenda kujibu mashtaka ya mauaji, unyanyasaji na jaribio la kuua mshahidi. Jervas alitolewa nje akilia kama mtoto aliyeibiwa ulimwengu. Mama Sasha na ahadi mpya. Mama Sasha alikaa kitandani pembeni ya Lora. Kuanzia leo mimi ndio nitakuwa mama yako. Sitakuacha tena. Sitaki kukupoteza. Lora alishika mkono wake akalia kwa utulivu. Alikuwa amepitia janga ambalo halina maneno ya kulitaja, lakini kwa mara ya kwanza alipata mtu wa kusimama upande wake. Ulevi wa nguvu na tamaa ulimpeleka Gervas kwenye mwisho wa mwili wake, heshima yake na nini? Uhuru wake. Lora alipoteza mtoto wake, lakini alipata maisha mapya, bila kifo, bila giza na bila minyororo ya kimya. Mama Sasha alipoteza ndoa, lakini alipata haki na nafsi yake iliyoteswa kwa miaka. Nela alipata ushahidi na kesi ilifunguliwa upesi kama moto, na mganga alizikwa bila jina kwa sababu mabaya hayastahili kumbukumbu. Kama umefika mwisho wa simulizi hii, basi moyo wako umeona, umelia, na umehisi uzito wa maisha anayopitia mtu wa kawaida pale anapotupwa na wale wanaomiliki madaraka. Tulishuhudia bosi aliyemtumia msichana mdogo wa kazi, akamharibu, akamchora maumivu moyoni, kisha akajaribu kuficha uovu wake kwa pesa na vitisho. Lakini kama kawaida, ukweli haujawahi kufa na jicho la Mungu halilali. Katika sehemu ya mwisho tumeshuhudia mtu aliyedhulumiwa akisimama, sio kwa sababu ana nguvu, bali kwa sababu ana haki. Tumeshuhudia jamii ikianza kuamka, mashahidi wakaanza kujitokeza, na roho ya yule msichana iliyowahi kufinywa na giza ikapata nafasi ya kupumua tena. Na hapa ndipo simulizi linaacha alama yake. Kuna wanawake wengi kama huyo msichana, kuna mabosi wengi kama huyo mwanaume lakini pia kuna watu wengi kama wewe wanaosikiliza, wanaoelewa, wanaoamini kwamba haki haipaswi kuombwa kwa magoti, ila kudaiwa kwa nguvu ya sauti. Ikiwa hadithi hii imekufikia, imekugusa, imekukumbusha maisha au imekufungua macho, basi jua kuwa wewe ni sehemu ya mabadiliko. Asante kwa kutazama, kushea na kuipa simulizi hii uhaye. Tukutane kwenye simulizi inayofuata, maana hadithi hazifi, zinabadilisha watu, zinagusa roho.